Fadhi Diana Chambi, Siyo wa Pori la Akiba wa Mimbeke, kwa siku ya leo tumefanya jogging kwa kushirikiana na East Africa Jogging Club ya Chalinze na jogging hii kwa pamoja imelenga kuimarisha afya zetu kama Watanzania. Ili tuweze kupata afya bora, tunahitaji mazoezi ili tuweze kupunguza, uh, kusambaa kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini pamoja na kufanya jogingi hii, tumefanya pia kama kutangaza utalii wa pori la akiba wa Mimbiki letu. La akiba wa Mimbiki linapatikana katika wilaya za Chalinze, Uh, Morogoro vijijini pamoja na Mvomero, lakini geti letu kuu la kuingilia liko eneo la Chalinze katika kijiji cha Bwawani ambayo ni kilomita takribani hamsini tu kutoka Morogoro mjini na kilomita 120 kutoka Dar es Salaam, lakini pia ili uweze kufika pori la akiba Wamimbiki. Sasa hivi tumerahisishiwa sana kwa kutumia usafiri wa SGR, ambao unaweza ukapanda treni kama unatokea Dar es Salaam au unatokea Dodoma na Morogoro, ukashuka katika kituo cha Ngerengere ambacho kiko takriban kilomita 30 kutoka katika geti kuu la hifadhi ya Wamimbiki. Na ndani ya pori la akiba Wamimbiki kuna vivutio vingi, kuna mandhari nzuri ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kuwezesha wateja wetu kutoka katika miji hii mikubwa ambayo tunajua katika hiyo miji wamesongwa na shughuli mbali mbalimbali, na vurugu za mijini, wanahitaji maeneo kwa ajili ya kupumzika na kuweza kufungua akili. Tumewaandalia maeneo mazuri, na tuna maeneo ya kulala kwa bei ambazo niwezeshi, kila mmoja anaweza kazimudu. Wanaweza wakachagua Wamimbiki kuja kuweza kupumzika na kuweza kufungua na kurefresh akili kwa ujumla. Naitwa Mrakibu mwandamizi wa magereza, Gordon Sori Mekoki, ni mkuu wa gereza la mifugo Ubena. Kimsingi, kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa Madam CEO pamoja na delegation yake yote kwa ajili ya kuweza kuandaa uh, hii jogging ambayo imeweza kutushirikisha uh, watu wa magereza, lakini wamimbiki wenyewe, lakini na EATV uh, kimsingi tumeenjoy niseme tumeenjoy, na huu niseme ni mwanzo mzuri yeah. Ni imani yangu kwamba kwa kadri ambavyo tunaendelea tutafanya kitu kikubwa zaidi ya hiki ambacho kimeweza kufanyika leo. Ni fursa kwetu adhimu ya kutembelea mahali hapa, maana tumezoea kwamba utalii hadi watu watoke nje au wapi, lakini kwa hapa tupo jirani kwa kwetu, nadhani fursa muhimu sana ya kutembelea na kupitia, ili pori la akiba imetusaidia pia kufanya mazoezi ya pamoja na vikundi ambavyo vina, vina umoja kufanya mazoezi kwa hili eneo hadi Morogoro, kwa upande wa halmashauri ya Chalinze. Hii ni eneo ni fursa na ni eneo muhimu sana kwa ajili ya utalii wa ndani, na tuwapongeze sana wenzetu wa Wami-Mbiki kwa juhudi kubwa ambazo wamezifanya kuendeleza, maana awali ilikuwa ni maeneo ya kawaida, tuliona ni vitu vya kawaida, lakini kwa sasa ni eneo muhimu sana kwa ajili ya utalii wa ndani. <tipos>